Ni harufu ya kihistoria ikinikumbusha Februari 5 mwaka 1977 siku rangi hii ya kijani ilipoasisiwa rasmi na kikazaliwa chama cha mapinduzi CCM. Makao yake makuu yako hapa jijini Dodoma, na tumezoea akisi ya rangi hii inapopepea ni ama kuna ugeni mzito au wajumbe watawasili kufanya yao. Lakini safari hii ni tofauti kabisa, kwani kuna jambo kubwa linalozikutanisha nchi mbili zilizoungana kiserikali na chama. Naizungumzia CCM visiwani na CCM bara. Takribani wageni elfu mbili mia saba ikijumuisha wajumbe wa mkutano mkuu wa chama watawasili kujadili mambo matatu muhimu. Kwanza watapokea na kujadili utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya miaka mitano kwa serikali ya Tanzania bara na ile ya mapinduzi ya Zanzibar. Pia kutafanyika mabadiliko madogo ya katiba ya CCM. Yote haya yatafanyika katika ukumbi huu wa Jakaya Mrisho Kikwete. Wahenga walipata kusema mgeni njoo mwenyeji apone. Usemi huu una maana kubwa kwa wanadodoma na maeneo ya jirani kwani uwepo wa mkutano huu ni fursa kwao, fursa nyingi sana biashara. Tunajuana na watu wa mikoa tofauti wa mikoa tofauti, tunakuwepo pamoja, tunakutana. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, tunapata fursa ya kuleta biashara, kujuana na watu wa mikoa mingine tofauti tofauti, kutangaza biashara yetu ya Chama cha Mapinduzi. Hilo tunalishukuru sana kwa mkutano huu, fursa za kiuchumi tunashukuru Mungu kwa kweli, wateja wanakuja, tunauza, tunamshukuru Mungu kwa kweli. Yani, mkutano unatuletea hamasa ya kuja Dodoma, tunakutana na watu tofauti tofauti, yani tunamshukuru Mungu kwa hilo. Ni vigumu kubashiri jinsi mkutano huu utakavyotamatika hapa mkoani Dodoma, nchini Tanzania, kwani unafanyika katika kipindi ambacho chama cha mapinduzi CCM bado hakijaweka hadharani jina la atakayerithi mikoba ya Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye jina lake lilipendekezwa kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi wa baadaye mwaka huu. Maswali bado ni mengi, lakini kilichosalia hivi sasa ni swala la kusubiri na kuona.